Habari za wakati huu tena, mfuatiliaji wa Fupi Media, karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni. Na wakati huu tumtazame rais wa Marekani bwana Donald Trump. Naitwa Ramadhani Fupi. Wakati wa kampeni za rais wa Marekani Donald Trump, miongoni mwa aliyowahi kusema ni kwamba akiingia madarakani, basi atamaliza vita vya Urusi na Ukraine ndani ya masaa 24 lakini mpaka sasa hakuna chochote alichofanikiwa. Wakati huu rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump anasema kwamba ataungana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ili kumaliza vita hivyo vya Urusi na Ukraine. Katika wiki zilizopita kumeshuhudiwa majibizano ya makombora kati ya Urusi na Ukraine, ambapo Ukraine ilirusha takriban makombora kumi na tisa kwenda Urusi, huku Urusi nayo ikijibu vikali dhidi ya Ukraine. Donald Trump ameapa kushirikiana barabara na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan katika kuhakikisha kwamba wanamaliza vita vya Ukraine na Urusi. Pia amesema atahakikisha wanamaliza hali ya vuguvugu vugu nchini Siria pamoja na vita katika ukanda wa Gaza. Kufuatia kauli hiyo ya bwana Trump, hii inamaanisha kwamba Trump ni kama vile anataka kuua ndege watatu kwa pamoja, akishirikiana barabara na Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki ambapo kwanza watamaliza vita vya Ukraine na Urusi, pili watamaliza mzozo wa Siria na tatu watatatua wa mzozo katika ukanda wa Gaza kati ya Israel na Hamas. Trump ameyasema hayo kupitia ujumbe wake aliyouchapisha kupitia ukurasa wake wa Truth Social baada ya kumaliza kuzungumza na rais huyo wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kwa njia ya simu. Pia Donald Trump na mwenzake wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan wamepanga kutembeleana ambapo kila mmoja atakwenda kwa mwenzake, huku tarehe ya safari hizo bado hazijawekwa wazi. Recep Tayyip Erdogan, rais wa Uturuki, ni kiongozi ambaye taifa lake lina uhusiano mzuri kati yake na taifa la Urusi, bila kusahau taifa la Ukraine pia. Lakini pia bwana Erdogan ni kiongozi ambaye amefanya jitihada zaidi katika kutafuta suluhu ya vita vya Ukraine na Urusi akiwa kama mpatanishi. Hata hivyo wakati huu pia rais huyo wa Uturuki amesema kwamba yupo tayari kuandaa tena mkutano utakaowakutanisha maafisa wa Urusi na Ukraine ili kujadili mustakabali wa suluhu ya vita vinavyoendelea kati ya mataifa hayo mawili kwa njia ya mazungumzo. Vita vya Ukraini na Urusi bado vinaendelea. Licha ya bwana Trump aliahidi kwamba atamaliza vita hivyo ndani ya masaa ishirini na nne pindi atakapoapishwa, lakini mpaka sasa hajafua dafu. Hata hivyo, bwana Trump sasa ameongeza muda na kusema kwamba anaongeza siku mia moja kumaliza mzozo huo huku akisema kuwa kumaliza vita vya Urusi na Ukraini si jambo rahisi kama watu wanavyofikiria. Pia rais huyo wa Marekani Donald Trump wakati huu ameamua kushirikiana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kumaliza vita hivyo. Mfuatiliaji wa Fupi Media, Bwana Trump aliahidi kumaliza vita ndani ya masaa ishirini na nne lakini mpaka sasa imeshindikana, na wakati huu ameongeza tena siku mia moja akiahidi kumaliza vita hivyo akishirikiana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Je, wewe kwa upande wako una kipi cha kuzungumza? Unatoa maoni gani kuhusu hiki anachokifanya Bwana Donald Trump, rais wa Marekani? Pia usisahau kusubscribe kulike pamoja na kushare. Naitwa Ramadhani Fupi.